Habari mtazamaji wa TAKUKURU TV. Jina langu ni Eldora Liwa na ukaribisha kwenye kipindi Farashani ambacho ni meza ya majadiliano. Leo mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila anazungumza na mtangazaji wa ITV. Karibu usikie mahojiano haya. Leo nipo ni katika uh, makao makuu ya Takukuru na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Tanzania. Na leo nimebahatika kupo naye ambaye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo uh, bwana Crispin Chalamila. Karibu sana uh, katika kipindi hiki. San, lakini san, tunashukuru kwa kuwepo katika ofisi zako uh, makao makuu hapa Dodoma. Asante sana. Karibuni pia. Shukrani sana. Tukianza moja kwa moja. Kwanza hongera kwa majukumu kwa sababu katika vikao vya bunge hili linaloendelea, umesikia bunge wakipongeza Takukuru kutokana na program mbalimbali na hususan na program ya Takukuru rafiki. Uh, bunge umepongeza kuna mambo kadha kadha wakiyazungumzia, lakini kabla kwenda kwenye msingi wake moja kwa moja ndani huko tuangalie malengo ya program hii, lakini ni kwa namna gani imeweza kufanikiwa? Karibu sana yeah, bwana Mzinga, mimi nakushukuru sana mm kwa niaba ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, na kushukuru ITV, na kushukuru mwenye binafsi na timu yako kwa kuja kututembelea kuongea na sisi na tupate fursa uh, ya kueleza jinsi ambavyo tunashughulika na, na mapambano dhidi ya rushwa. Tukianza na TAKUKURU rafiki ambayo tayari umeigusia, ni kwamba hii ni program ambayo tunaitekeleza nchi nzima. Hii programu inatekelezwa katika ngazi za kata. Kinachofanyika ni kwamba tunawasiliana na madiwani. Unajua, madiwani ndio viongozi katika ngazi za kata, kali viongozi wa kisiasa wa kuchaguliwa kwenye ngazi ya kata. Wale viongozi tunawasiliana nao, wanatufanyia maandalizi ya mkutano. Tunakaa mkutano na wananchi, katika hiyo mkutano wananchi wanaeleza kero zao mbalimbali mbali zinahusu kila kitu, inaweza kaa kero kuhusu masuala ya ardhi, masuala ya miundombinu, masuala ya afya, masuala ya elimu, kila kitu. Ni kwamba hizi kero ni zile ambazo zisipochughulikiwa, basi zinaweza zikasababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa. Kwa hiyo wananchi wanapata fursa ya kutueleza sisi TAKUKURU kero mbalimbali zinazowasibu kwenye ile kata basi na sisi tunazitafutia majawabu. Kimsingi huo ndo msingi asa atakukuru rafiki. malengo hasa, kwa nini mliamua kwenda huko moja kwa moja kwa wananchi kwenye ngazi ya kata kukutana nao na kuweka yote kukuru rafiki, nini kimewasukuma hasa? Uh, kama unavyofahamu hmm, hii ni taasisi ya kitaifa iko nchi nzima. Kwanza tupo katika mikoa yote ya TAKUKURU, mikoa 28, lakini tuko katika wilaya zote, nasema halmashauri zote tupo kule. Sasa wananchi wapo kule katika ngazi za kata hmm, kwa sababu hili jambo tunataka liwafikie wananchi kwamba taasisi imefanya utaratibu wa kuona kwamba tunapata kero za wananchi moja kwa moja. Tunajua wananchi wana wawakilishi wao mbalimbali katika mabaraza ya madiwani katika mabunge na nini, lakini tunataka twende tukawasikia wananchi moja kwa moja bila kupitia uwakilishi wao, ndiyo maana tukaona tuwafuate kule. Tunajua kuna kero zingine kubwa za msingi wanazisemea wawakilishi wao, kwa maana ya madiwani, wabunge sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa unajua, tunafanya tafiti mbalimbali, tunataka twende kwa wahusika moja kwa moja tuwasikilize wenyewe hmm. E, kutoka vinywani mwao atueleze kero zinazowasibu na sisi tupange mikakati ya kuzitatua kero hizo. Mwitikio wake ukoje tangu umeanza hiyo program ya TAKUKURU Rafiki? Ya, niseme mwitikio ni mzuri sana, mwitikio ni mzuri, mwitikio ni mkubwa sana kwa sababu na sisi wenyewe tumeshatembelea zaidi ya kata, kwa mfano kwa mwaka huu unaoisha sasa hivi, zaidi ya kata elfu moja mia nane tumezitembelea hmm ambayo ni karibu robo tatu ya kata zote nchini tumezitembelea. Mwitikio ni mkubwa, wananchi wanajitokeza, na huo uh, mwitikio mzuri unatokana na sababu moja tu kubwa, kwamba kuna ufumbuzi unapatikana wa zile kero wanazoziwasilisha kwetu. Sisi tunapata kero za afya, labda huduma mbovu za afya katika zahanati ya kijiji, zahanati ya kata hmm, e, upatikanaji usiokuwa wa uhakika wa umeme. Tukizipata zile kero tunazichukua, tunawasiliana na mamlaka husika za utoaji wa hizo huduma kama ni suala la maji basi tutawasiliana na watu wa mamlaka za maji, tutawafikishia hizo kero za wananchi, kuna shida hii na hii na hii na hii. Aidha, wanatupa majibu sisi au wanaenda kutatua hiyo kero, lakini kiutaratibu, baada ya muda huwa tunaenda tunaenda kufanya mkutano mwingine kupeleka mrejesho kwa wananchi, ama kwa sababu tulikuja hapa mkalalamikia huduma za afya, ubovu wa miundombinu, sasa leo tumekuja kutoa mrejesho. Sasa so, unakuta mara nyingi tunapoenda kutoa mrejesho basi zile kero zinakuwa zishatatuliwa na zile mm. mamlaka husika. Sasa hilo ni jambo ambalo linawafanya watu wahamasike sana na hii program. Waone ni ya muhimu sana kwa sababu inatatua kero zao, si program ya bla bla hata kidogo. Na kwa kweli tunalazimika wakati mwingine kwenda na hao watoa huduma mm. kwa zile kero zilizolalamikiwa kwa wanaenda kutoa maelezo pale kwa wananchi na kutoa ahadi mbalimbali. E, kwa hiyo mengi yanatatuliwa katika ngazi ile ile pale unakuta wale viongozi wa wilaya kama ni wa TANESCO, kama shida ni kero litajwa ni ya umeme hmm. Kama ni maji basi wana, wanaeleza pale, labda kinachokwamisha nini na wananchi wawe na matarajio gani kutatuliwa kero. Kwa ujumla, mwitikio ni mkubwa sana, kwa sababu ni programu ambayo imewasaidia sana wananchi kutatua kero. Kitu ambacho nimebaini kwenye hiyo program kwamba licha tu ya masuala ya rushwa, lakini wakati mwingine wakati mwingine wananchi wanapata msaada wa masuala mengine kadha kadha ya kisekta mbalimbali. Mimi nataka hmm. kufahamu kwenye swala la uh, rushwa wakati mwingine sio wakati mwingine mara nyingi inahitaji usiri yeah. E, ili kumwika ule mtoa taarifa, mnapokwenda kwenye kata kule, mnapokuwa mnaendesha ile zoezi mm. na TAKUKURU rafiki mnakuwa mnazingatia taratibu zipi zile, kwa sababu mwingine anaweza kawa naogopa kusema hadharani kwa sababu wananchi wapo hapo. Uh, nyinyi kwa upande wenu mmeweka utaratibu ambao unawasaidia wale ambao watakuwa wako wajasiri kusema hadharani mm. lakini wako wale pembeni wanatamani kuzungumza, ili mmelizingatia kwa namna gani? Yeah, ni kweli kama unavyojua haya mm. am mambo yanatia hofu wakati mwingine si rahisi sana kila mwananchi kuwa of course kuna wananchi wako ujasiri pa katika ile mikutano anainuka na kwa ujasiri kabisa anaeleza vitendo vya rushwa vinavyoendelea ambavyo vinafanywa na watendaji watoa wa huduma mbalimbali, lakini wengine ujasiri huo hawana. Sasa tuna namna mbalimbali. Kwanza tuna namba yetu ya hailipiwi, tunasema toll free namba moja moja tatu. Hii ni namba ya simu, unaweza ukapiga simu hiyo au ukatuma message ueleza hiyo kero yako na mara nyingi wala tuhitaji hata labda utupe jina utupe nini, mm. Sasa sema tutoe ufafanuzi kwamba mimi katika kata yetu tukifika pale hospitali tunalipishwa labda dawa japo tuna bima, yani kero za namna hiyo. Sasa sisi tunachukua hatua, tunafuatilia, tunaitisha majalada ya uchunguzi, then baadaye wale wahusika wanachukuliwa hatua. Hiyo ni namna mojawapo, lakini namna nyingine ni kwamba hawa wananchi wanakuja moja kwa moja katika ofisi zetu. Tunapokwenda tunafanya mikutano katika zile kata pale wanatambulishwa viongozi au watendaji wa TAKUKURU katika ile wilaya, anatambulishwa pale mkuu wa TAKUKURU wa wilaya na wafanyakazi wake aloandamana nao, na kueleza ofisi ziko maeneo gani, kwamba wananchi mnakaribishwa, hizi ni ofisi zenu. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, na kuna watu a pale wanasema ah, mimi nitakuja huko ka ofisini kwenu, si la kwangu silisemi hapa kwa hiyo katika namna hizo mbili basi wananchi wanatufikishia kero mbalimbali zinazowasibu. Lakini wakati mkutano ukiendelea, kuna wengine pale pale kwamba, mimi na langu, hebu naomba tuongee faragha, nisiongee kwenye microphone. Hizo fursa zinatolewa, mtu ananong'ona pale na watu wa TAKUKURU, basi tunayachukua Ndiyo, tafanyia kazi. Mi, mimi mi, nataka kufahamu. Uh, ongera kwa kazi nzuri TAKUKURU uh, rafiki. Watu mnawafanya wamekuwa marafiki, wanatoa taarifa, lakini tuzungumzie usiri wa taarifa. Wakati mwingine tumekuwa tukisikia uh, katika baadhi uh, ya maeneo mbalimbali ya usiri, katika sekta kisekta mbalimbali. Sote tutakukuru moja kwa moja. Unakuta mimi nilimwambia mtu fulani kutoka taasisi fulani, hmm, lakini taarifa hii inashangaa nasikia sikia kwa majirani na watu wengine. Uh, inaweza ikawa pala popote. Atakuwa nitakukuru pengine hili swala linakuepuki. Na, na tunalidhibiti vipi? Tusaidie katika elimu kwenye hilo. Yeah, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Nasema takukuru inaundwa na watumishi, watumishi wa takukuru kama nilivyosema, si malaika, wanaweza kawa ni watu, mkusanyiko wa watu wenye tabia, backgrounds mbalimbali, lakini sisi tuna viapo kabisa vya utendaji kazi na moja wapo ya kiapo ni kutunza siri. Kwa hivyo hata mara moja hatarajiwi mtumishi wa takukuru atoe siri, amuumbue ya ya mtoa habari huyu mwananchi mzalendo ambaye amejitokeza kulipoti vitendo vya rushwa vinavyoendelea kwenye eneo lake Uh, mtumishi wa TAKUKURU kabisa kutoa siri hiyo, kutoa siri ya hilo tukio lenyewe, lakini hata kumuumbua huyo mtoa habari huyo ni kosa kubwa sana na ni jambo lina adhabu kubwa sana. Na niseme tu wazi kwamba TAKUKURU tuna kurugenzi mahususi ya kusimamia maadili ya watumishi. Kwa hiyo jambo kama hilo likibainika, kuna taarifa imetolewa na mwananchi imevuja, basi haraka sana hii kurugenzi inaitisha uchunguzi kubaini ni nani katika watumishi wa TAKUKURU waliovujisha lakini katika uchunguzi huo inaweza ikabainika kwamba ile jambo halijavujia TAKUKURU, kwamba huyu mwananchi labda alivujisha huko kabla hajalifikisha TAKUKURU, aliongea na wenzake huko. Kwa hiyo e, kweli ule ukibainika kwa ujumla, tunawaasa wananchi kwamba ili chunguzi zifanikiwe zikamilike vizuri na waalifu wachukuliwe wa hatua, ni lazima azingatie misingi ya usiri. Ana jambo kalibaini vizuri, ana taarifa zake za kutosha, basi aliwasilisha TAKUKURU bila kumhadisia mtu mwingine kwanza ambo ndo tunapata nafasi nzuri ya kuchunguza, sababu ikishia kuwa wazi baadaye hata wale wanaoripotiwa wanalipata wana sasa, ukishajua wanachunguzwa au watachunguzwa, basi nao wanajipanga, wanajipanga, jambo linaweza kusababisha uchunguzi kuwa mgumu au kuchukua muda mrefu sana. E, kwa hivyo ni rai yetu kwa wananchi kwamba wawe wasiri na huku kwa takukuru ni jambo kabisa la kimaadili la kiapo kabisa lazima kutunza siri tunapozungumzia uh, uh, mafanikio ya takukuru katika programu ya takukuru rafiki lakini tuangalie na sisi tunajipimaje ama tunapimwaje na taasisi mbalimbali za kimataifa tukizungumzia report Transparency International kwa mwaka 2024 hebu tudadavulie maana tunasikia kuna mambo mazuri yametokea hapa nchini Tanzania bendera yetu inapeperuka vizuri katika masuala ya udhibiti Uh, mapambano ya rushwa kabisa kwenye kiwango cha chini, hili iko la namna gani? Yes. Nashukuru mtangazaji. Ni kweli mwezi Februari mwaka huu taasisi ya kimataifa Transparency International ilitoa ripoti yake. Hii taasisi ina kaida ya kutoa ripoti hizo, so, kila mwaka mm -hmm. za namna nchi zinavyokabiliana na matendo ya rushwa sasa. So, sisi tumepanda. Hii ripoti iliyotoka hivi majuzi mwezi Februari ni ripoti ya mwaka 2024 mm -hmm. inatuonesha tumepanda kwa ngazi moja sasa Uh, kwamba zile score zile max tulizo score sasa hivi ni 41 kwa 100, mm. lakini kwenye ripoti iliyopita ya mwaka 2023 tuliscore 40 chini ya 100, kwa hiyo tumepanda kwa alama moja. Ni uh, kwamba sasa taasisi ya kimataifa imefanya tafiti zake, imegundua kama mapambano dhidi ya rushwa nchini kwetu yameimarika. mm. Ndio maana tumepanda kwa ngazi moja, na kwa kweli katika nchi 180 dunia nzima ambazo zilifanyiwa utafiti mm. Transparency International tuko nafasi ya 82 kati ya 180 nafasi ya 82 kwao, mm. ni dhahiri kwamba mapambano yetu dhidi ya rushwa yanakwenda vizuri, yanazidi kuimarika siku baada ya siku. Siri ya mafanikio ni nini? Ni ninyi wenyewe TAKUKURU mmefikia huku katika rekodi ama mnashirikiana na wadau ya? Niseme jambo moja kama ulivyosema, habari ya wadau ni kweli ipo, lakini sasa hii Transparency International inavyopanga, inatoa hizi alama hizi score za mambo ya mapambano dhidi ya rushwa aziangalie eneo la rushwa peke yake mm. Fakti, kuna vigezo kama kumi, ni masuala mengi mm. sana inaangaliwa mm. e, masuala mfano ya utoaji leseni eh, utoaji vibali vya biashara masuala ya sheria, masuala ya demokrasia, haki za binadamu, e, yaani mfumo wote wa sheria ndani ya nchi unaangaziwa jinsi unavyoendeshwa, masuala ya siasa, masuala ya uchumi, masuala ya biashara. Sasa, sasa yote kwa pamoja. Kwa hivyo kuna vigezo indices kama kumi zinazoangaliwa, lakini ikiwemo na rushwa, namna jinsi serikali au nchi ilivyojipanga katika mpambano dhidi ya rushwa. Sasa hivi vyote kwa ujumla wake ndio vinafanya upate hiyo score. Kwa hiyo niseme wazi, si kwamba ni juhudi za TAKUKURU peke yake au ya, hapana. Naweza nikasema ni juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiyo kiongozi wetu mkuu wa nchi, kwa sababu kama alivyokuambia, hii utafiti inaangazia mambo mengi, si rushwa peke yake. Sasa huko kote ni namna ambavyo Mheshimiwa Rais na serikali yake awamu ya sita ilivyoimarisha mifumo mbalimbali, mbali ya haki za binadamu, ya sheria udhibiti wa biashara namna gani, matengeneza mazingira mazuri ya biashara namna mm, anavyovutia wawekezaji, kwa ni mambo mengi. Kwa ujumla, kwa ujumla muunganiko wake, yeah, yeah, yeah. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tunaelekea yeah, katika uchaguzi mm, uh, TAKUKURU mmejipangaje sasa, mwisho wa siku kuhakikisha kuwa sasa tunadhibiti uh, mapambano na rushwa? Karibu yeah, asante sana TAKUKURU tunasema tumejipanga vizuri sana tumejipanga vizuri sana katika eneo hili kwa sababu niseme tu wazi Bwana Mzinga. Hmm. Sisi TAKUKURU, huu uchaguzi kwetu ni wa muhimu sana ni wa muhimu sana kwa sababu kama ulivyoona umetaja program tumezungumzia hapa program ya TAKUKURU Rafiki, uh, na program zingine mbalimbali mbali za uelimishaji umma, ni kwamba kwa idadi yetu sisi TAKUKURU hatutoshi. Uh, hatuwezi kuwepo kila mahali kila wakati nchi nzima, kwa hivyo tunahitaji sana ushirikishwaji wa wananchi kutusaidia katika aya, aya, aya, aya mapambano haya. Hmm. Kwa hivyo tukipata viongozi wazuri wasiotokana na rushwa, maana itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa TAKUKURU kwa sababu wao watakuwa whistleblowers wetu wa kwanza kabisa kutuambia. Kamojan mimi katika kata yangu hapa, mimi diwani hapa, mimi mbunge katika ile jimbo langu, kuna vitu vinavyofanyika ambavyo ni kinyume cha maadili ambavyo vinaendeleza mambo ya rushwa. Kwa hiyo sisi tuna dhima ya kuhakikisha kwamba wanapatikana viongozi wazuri wasiowapenda rushwa, sababu wanatusaidia, inakuwa ni network yetu kule. Hilo hmm. Jambo ilo jambo la kwanza. Lakini katika kuhakikisha kwamba tunapata viongozi wazuri uh, wasiotokana na rushwa tunaendesha semina mbalimbali walsha, tunafanya mikutano ya hadhara hii. E, jambo Takurafiki ni jambo mojawapo. Kwa hiyo sisi tunaelimisha wananchi sana madhara ya rushwa, ubaya wa rushwa ubaya wa kupata viongozi ambao wamepatikana kwa njia ya rushwa, hasara wananchi watakaoipata, tunawaeleza wazi kabisa, uchaguzi unafanyika kila miaka mitano. Sasa miaka mitano ni mingi ukikaa na kiongozi ambaye hana msaada wote, kwa sababu kiongozi akinunua uchaguzi akashinda, kimsingi anakuwa hana jukumu lolote kwa wananchi tena, kwa sababu amegharamia mwenyewe, kagharamia na hata wananchi wakimfuata. Hizo incidents zipo, zishatokea maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa sababu mimi nilishinda kwa, kwa, kwa, pesa zangu, msinisumbue bwana, sina wajibu wote kwenu nyie sasa wananchi lazima waone hiyo hasara kwa tuna tunaelimisha wananchi huko, tunawaeleza umuhimu na thamani ya kura yao, kwamba ukiichezea ile kura kuna miaka mitano mingine ya kuja kufanya marekebisho. That way, wananchi wanatuelewa na kwa kweli wanadhamiria kabisa kuhakikisha kwamba hawatanunurika kirahisi nao wagombea wanaotaka hizo nafasi. Sawa, mimi nataka kufahamu, unajua, katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi yako mambo mengi, tuna kipindi hapo hmm. Itatangazwa mambo ya kampeni, tutaelekea kwenye sanduku la kura, lakini baadhi ya wa wagombea wameanza kuonesha nia, wengine wamechukua fomu kugombea nafasi mbalimbali, lakini nataka kufahamu, kuna kuna tatu, wakati mwingine mtu asijue, baadhi ya wagombea anaweza kataa kugawa vitu kwa ndo tafsiri yake mwingine rushwa mpaka iwe pesa. ni nini TAKUKURU mtafsiri katika namna gani? Japokuwa ziko nyingi lakini tupatie mwongozo kidogo ili uweze kumsaidia mwananchi aweze kugundua. Na Mtakuwa mna elimu katika upande huo? Ya, tunavyotoa elimu, tunawaeleza wananchi kipi rushwa na kipi si rushwa. Mm -hmm. Lakini tunajua katika kampeni za uchaguzi za kisiasa lazima matangazo yawepo. Matangazo yanakuwepo, kuna materials za kampeni ambazo ni mabango, picha za wagombea, kulingana na uwezo wa mgombea, mwingine anatengeneza t-shirts, mwingine mabango makubwa ya barabarani, ambao of course ni vitu vina vina, vina gharama kubwa. Wengine wanatoa vitenge, wanatoa nini. Hizo ni campaign materials, hakuna shida kubwa sana ya hizo kwa sababu ni vitu ambavyo vinamtangaza mgombea na chama chake. Sasa shida inakuja ni pale mtu ambapo sasa anapewa hiyo t-shirt na kuambiwa bana O, nipigie mimi. Inaenda na masharti. Eh, inaenda na masharti. Nipigie mimi, e, nipigie mimi. <laughs> Au chukue hiki kitenge, nipigie mimi, nipigie skafu, nipigie mimi. Lakini kwa maana tu ya zile kampeni materials ni lazima ziwepo. Huwezi kufanya kampeni bila kuwa na vitu vinavyokutangaza mgombea au chama chako. Kwa ma, ma, mabango yanaruhusiwa. Lakini jambo jema ni kwamba kuna sheria nayo ya matumizi ya, ya fedha au rasilimali kwenye chaguzi. Sasa hiyo inadhibitiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa maana haitakiwi kuzidi sana. Kuna viwango vimeelezwa, vyama vimepewa viwango vya fedha vinavyostahiki kutumiwa kwenye chaguzi kwa ngazi mbalimbali, mbali ya diwani, ya mbunge, ya rais. Kwa wanasiasa wanafahamu, lakini kimsingi suala la kutoa vipeperusha ni halikwepeki, hilo lazima viwepo kwa sababu ndio ndio promotion items zenyewe za uchaguzi, ndio kinafanya chama hicho kifahamike na huyo mgombea afahamike. Kwa hivyo ni jambo alikwepeki, lakini linafanyika kulingana na uwezo sasa wa kiuchumi wa huyu mgombea. TAKUKURU amko wenye mkono wa uh, mko wadau mbalimbali. Tunapoelekea uchaguzi kuna wadau ambao mtashirikiana nao katika kufanya kazi. Wito rai yako kwa wadau pamoja na wananchi katika kufanikisha hili like na kudhibiti ushuru. Asante sana. E, kama nilivyosema tuna wadau, tuna wadau kwa mfano taasisi zote za haki jinai ni taasisi ambazo tunafanya nazo kazi kwa karibu sana sana. E, kwa sababu kama unavyojua rushwa ni jambo kubwa, ni tatizo kubwa aliwezi kukabiliwa au kumalizwa na taasisi moja tu peke yake. Inataka ushirikiano na kuweka nguvu kwa pamoja na wadau mbalimbali. Mbali mbali. Kwa hivyo tuna wadau wa ndani wa nje ya nchi ambao tunashirikiana nao katika hili jambo. Sasa wote kwa ujumla wake ndipo ambapo tunaweza kufanikia, tunaweza kufanikisha haya mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hivyo tunashirikisha wadau. Sisi tunaweka mkazo kwenye elimu, tunajikita zaidi katika kuzuia zaidi kuliko kuanza kupambana na watu, kuangaika na milolongo ya chunguzi ya kesi na nini. Kwa hivyo tumejikita sana kwenye kutoa elimu. Nguvu kubwa tumeiweka hapo kwenye kutoa elimu watu kwanza wajue madhara ya rushwa, hmm. Na waibaini rushwa hii ni rushwa isiyo yani rushwa. Kwa hivyo elimu inaendelea nchi nzima, tunaelimisha makundi mbalimbali, e, kama ya wanasiasa, viongozi wa dini, watu wa NGOs na nini, naelimisha. Lakini vile vile tumewekeza kwamba vision yetu ni hiyo kuwa na taifa lisokuwa na rushwa moja. Sasa hiyo unaifanyaje? Uwezi kuangazia kwa kizazi tu kilichopo. Tumejikita sana kwa vijana wadogo wanaokuwa, tuna clubs za wapinga rushwa kwenye shule za sekondari shule za msingi na vyuo. Uh, vile vile kama walivyosema tuna MOU kabisa na Tanzania Scouts Association lakini vivyo tuna MOU na scout wa kike wa Tanzania Girl Guides. Sasa hilo tunafanya kwa makusudi mazima kabisa kuona kwamba haya mapambano kwa dhidi ya rushwa kwanza yanakuwa endelevu. Hawa, hmm, vijana tunawaelimisha madhara ya rushwa na wanaelimisha wenzao kule mashuleni, ambao sio wanachama wa hivi vyama hivi waivy scout na Girl Guides. Lakini vile vile, jambo kubwa la msingi sana, hawa vijana wanatusaidia, wanaelimisha wazazi wao madhara, ubaya wa rushwa, nini rushwa, na ukweli wanasaidia sana kuwatia ujasiri wazazi wao wachukie rushwa na watoe ripoti za vitendo vya rushwa. Ziko incidents mbalimbali, wazazi wanajitokeza na ripotia vitendo vya rushwa na anasema kabisa, mimi ujasiri ya masa nimepewa na mwanangu ambaye ni mwana scout huko huko kwamba kaelimishwa na anambia, mama, hata hii ni rushwa. Mama, hebu kaseme huko kwao, wanakuja kutupotia kwao. Tunadhani ni jambo lina mafanikio makubwa sana kwetu na kwa kweli tuna imani siku zijazo k tunaweza tukawa na taifa ambalo litakuwa kwa kiasi kikubwa sana limepunguza vitendo vya rushwa, wananchi wakaishi kwa amani na wakapata haki zao bila kulazimika kuzinunua. Naam, mtazamaji wa TAKUKURU TV, ni matumaini yangu umenufaika na mahojiano haya. Naamini utakuwa tayari kushirikiana na TAKUKURU kuzuia vitendo vya rushwa hususan tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Usiogope mtazamaji, kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, kwani kama ulivyomsikia mkurugenzi mkuu, watoa taarifa wanalindwa. Mpaka hapa mtazamaji, ndio tumefika mwisho wa kipindi chetu na kusi. Mtazamaji, endelea kufuatilia na kutazama vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe.